Waziri wa Maji, Mheshimiwa Jumaa Aweso, amepata msiba mzito baada ya kufiwa na mdogo wake wa kiume, Ally Hamidu Aweso, aliyefariki dunia ghafla alfajiri ya leo tarehe 9 Mei 2025 jijini Dodoma. Marehemu Ally Aweso alikuwa amewasili jijini Dodoma akitokea Tanga kwa ajili ya kuhudhuria kikao cha Bunge kilichofanyika tarehe nane Mei 2025 kwa lengo la kumuunga mkono kaka yake wakati wa uwasilishaji wa bajeti ya wizara ya Maji kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Waziri Aweso amepokea taarifa ya msiba huo wa kushtukiza mara tu baada ya kuhitimisha hoja Bungeni na kufanikisha kupitishwa kwa makadirio ya bajeti ya wizara ya maji. Kwa sasa msiba huo upo nyumbani kwa Mheshimiwa waziri katika eneo la Ilazo, jijini Dodoma. Ratiba kusafirisha mwili wa marehemu kuelekea Pangani, Tanga kwa ajili ya maziko imepanga kufanyika leo saa 11 jioni, ambapo mazishi yanatarajiwa kufanyika kesho tarehe 10 Mei majira ya saa 7 mchana. Kipekee tunatoa pole kwa familia ya Mheshimiwa Aweso, ndugu, jamaa na marafiki wote walioguswa na msiba huu. Kwa wingi wa taarifa, habari na matukio kuhusiana na msiba huu, usiacha kuwa karibu na mitendo yetu ya kijamii kwa wingi wa taarifa, habari pamoja na matukio. Mpaka wakati mwingine, kwaheri.